Tuelekee kaunti namba 27 ambapo mgomo wa wauguzi umeingia siku yake ya pili katika hospitali ya rufaa ya Moi mjini Eldoret. Wagonjwa wamelazimika kuondoka kwani hakuna matibabu, lakini wengi wamekwama kwa sababu hawana uwezo wa kulipa gharama za hospitali za kibinafsi, licha ya kuwepo kwa bima ya SHA. Wauguzi hao wanalalamikia ukosefu wa vifaa na mazingira duni ya kufanyia kazi sana bwana Wanyama. Hii ee, ni siku ya pili wauguzi wakiwa kwa mgomo. Ndaweza kukuambia wauguzi takriban 800 wako nje kwa saa hii, wanaumia kwa sababu hakuna muuguzi ako ndani, na wenye wako ndani ni wanafunzi wenye bado hawajahitimu. So tunaambia wakonjwa wenye wanawasaidia huko ndani bado ni wanafunzi hawajaweza kuhitimu so wachunge wakonjwa wao. Mtoto wangu kulia tu kukaa ndani akiniuliza, nataenda shule siku gani? Niko na watoto wengine wako Nairobi wako high school na mimi sina uwezo kabisa, niko single mother. Ninalia sababu sina uwezo, watoto wangu watakuwa West Nairobi, niko peke yangu, mkonea mtu mmoja. Imagine serikali, penye mko mnisaidie niondoke hapa na mtoto aende shule, amepona, lakini sina hiyo 1.3 nilipatikana ako na ugonjwa wa moyo kutoka ktokanaro nikamlete huku wakakaisiu pia naitishwa 300,000. Hiyo pesa ni mingi sana kwangu, lakini siwezani kulipa. Sasa nimeambiwa kama niko na title. title natoa wapi? na mineishi, rental hata ile rental, naishi vitu zangu zimewekwa storage, sijalipa kwanzia Januari.